Dalili 13 za kwamba mwenzi wako anakusaliti. Unapokuwa unapenda mtu na kuwa katika uhusiano naye, hakuna hisia nzuri zaidi kwa watu wengi, sivyo? Kuhisi vipepeo tumboni mwako mwenzi wako anapowepo, kutaka kuwa pamoja nao wakati wote, pengine hata kwa maisha yako yote, kufurahia jinsi wanavyozungumza kutembea, kukufanya ucheke. Hakuna hisia kama hiyo. Lakini je, kuna hali ambapo hisia zako hazirudi ikiwa unapenda sana lakini hisia zako za ndani zinakuambia kwamba kuna kitu kibaya kinachotokea na kwamba mwenzi wako huenda asiwe kwenye ukurasa ule ule nawe. Hapa kuna ishara kumi na tatu za kwamba unaweza kuwa sahihi. Ishara ya moja: kuna umbali wa kihemko baina yenu. Mwenzi wako hajaungana nawe kihemko kama walivyokuwa, wanaonekana kuwa mbali na baridi. Kuna dalili chache sana za upendo, kukumbatiana au kutumia muda mikononi mwa kila mmoja hii ni moja ya ishara za kwanza za kwamba kuna jambo linaloendelea na mwenzi wako. Wanaweza kuwa na upatikanaji mdogo wa kihemko kwa sababu kuna kitu kinachowasumbua, labda linalohusiana na kazi, lakini pia kuna uwezekano mzuri kwamba wanajitenganisha nawe kihemko kwa sababu wamekaribia na mtu mwingine. Ishara ya mbili, hawataki kuwa na karibu nawe. Iwe ni kuhusu ukaribu wa kingono au wa kihemko, mwenzi wako hataki kuwa karibu nawe na kushiriki matumaini, ndoto, hofu au kitanda chao nawe. Watu wanaofanya mahusiano ya nje wana shida kujonglea kati ya wapenzi. Wanaweza pia kuhisi hatia kwa kusalitiwa. Wasaliti kwa kawaida wana misikitiko mbalimbali iliyochanganyika ambayo huwa inawazuia wasiwe na upendo wazi na ukaribu na wapenzi wao. Ikiwa kumepita muda mrefu tangu mlipojamiana au kubadilishana ukaribu katika namna nyingine, unapaswa kuwa na mazungumzo ya uaminifu na mwenzi wako kuhusu kinachoendelea. Ishara ya tatu wana shughuli nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa. Je, mwenzi wako anaonekana kuwa hana muda wako kama walivyokuwa? Je, inafanyika mara nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa kwamba wana simu ya ghafla kutoka kwa rafiki au miadi ambayo walisahau kutaja mapema? Hiyo si habari njema ikiwa si wapendani wapya, mmeshajifunza taratibu na mitindo ya maisha ya kila mmoja. Lakini ikiwa hiyo inabadilika ghafla na mwenzi wako anabadilika kutoka kuwa mtu wa kukaa nyumbani mtulivu hadi kutumia muda mwingi nje ya nyumba kuliko ndani, hiyo ni ishara kwamba wanaweza kuwa wanafanya jambo ambalo hawataki ulijue. Ishara ya nne: mwenzi wako hataki kuzungumza kuhusu uhusiano wenu. Watu wawili wanapoana na kuwa waziwazi kuhusu uhusiano, watataka kuzungumza kuhusu uhusiano huo, jinsi wanavyohisi katika uhusiano wao na wanataka nini kutoka kwake. Ikiwa mtu ana nia ya mustakabali wa uhusiano wake na mtu, hasingesita kusema kinachowasumbua au kile wanachotaka au wanahitaji kubadilika ili waridhike zaidi na uhusiano lakini mtu anapotaka kuzungumza kuhusu chochote kinachohusiana na uhusiano wake, hiyo inaweza kuwa ishara kwamba hawajali tena uhusiano huo. Ishara ya tano: wanakuwa na siri. Ikiwa mwenzi wako anaanza ghafla kuonyesha tabia za siri, hiyo ni bendera nyekundu kubwa. Ikiwa mmeshakaa pamoja kwa muda na kujifunza mienendo ya tabia za kila mmoja, hii haipaswi kuwa vigumu kutambua. Kwa kweli, kuwa na siri pamoja na umbali wa kihemko kunaweza kuwa jambo la kwanza unalotambua ikiwa mwenzi wako anakusaliti kweli. Tabia za ghafla za ajabu kama kukaa nje usiku, kwenda chumbani kingine kuzungumza simu, kutumia pesa zaidi kuliko walivyokuwa, na kutokukuambia ni kwa nini, lakini si kwa zawadi kwako kwa mfano, kamwe si ishara njema. Hii inaweza kumaanisha mwenzi wako anaficha kitu kutoka kwako ikiwa hatabainika kuwa ni siri ya wakala wa serikali, kuna uwezekano mzuri kwamba ana mahusiano ya nje. Ishara ya sita: wanaonyesha tabia za mashaka kuhusu simu au kompyuta yao. Tukubali ukweli, wengi wetu tuko kwenye simu mara nyingi. Inaweza kuwa sahihi zaidi kusema kila sekunde yenye nafasi tunayoipata. Mwenzi wako huenda asiwe tofauti na wengi wetu. Hata hivyo, ikiwa walikuwa kwenye simu yao wazi mbele yako na kuiacha popote ilikuwa ni rahisi kwao, na sasa wanaonyesha tabia tofauti, hiyo inaweza kuwa ishara inayoeleza. Watu wanaofanya mahusiano ya nje kwa kawaida huondoka chumbani simu inapopiga na kuandika ujumbe wa maandishi usiku wa manane wanapofikiri umelala. Hata wanaendelea mbali zaidi na kuweka neno siri kana kwamba wanaogopa utapitia simu zao au kompyuta. Wanaacha kuiacha simu yao karibu na kuanza kuichukua nao kila wakati hata wanapokwenda chooni au jikoni kunywa maji. Mwenzi wako anaweza hata kukushtaki kwa kuangalia simu yao na kuanzisha mapambano kutoka mahali popote kuhusu hilo. Tabia hizi zote ambazo si za kawaida kwao zinaweza kuwa ishara kwamba mwenzi wako anadanganya na anataka kuficha hilo kwako. Ishara ya saba: mwenzi wako hahimizi mipango yao nawe. Ulikuwa unazungumza kila kitu na mwenzi wako, kutoka mipango ya wikendi hadi njia za kazi zinazowezekana, na hiyo ni ishara ya uhusiano mzuri na wenye afya. Sasa mwenzi wako hana nia ya kushiriki mawazo, mipango au matamanio yao nawe iwe ni safari ya biashara au wikendi na marafiki au kupata kazi nyingine, hawako tayari kukujumuisha katika mchakato wowote wa kufanya maamuzi na hawaonekani kutaka ushiriki katika mipango yao yoyote. Kukutenga kutoka maisha yao na kuficha juhudi zao kwako si ishara njema kwa uhusiano wako. Ishara ya nane, mwenzi wako anajitetea kupita kiasi unapowashtaki kuhusu mashaka yako. Ikiwa umekuwa na mashaka haya kwa muda sasa, ni kawaida tu kwamba hatimaye utawashtaki mwenzi wako kuhusu hayo. Ikiwa hawasaliti lakini wana matatizo kazini kwa mfano, basi wataketi na kuzungumza nawe kwa busara na kukueleza kinachoendelea kwa kutoa sababu nzuri za tabia yoyote ya ajabu ambayo unaweza kuwa umeiangalia. Hata hivyo, mtu anayekusaliti atajitetea sana hivi kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba watakushambulia kwa kuwa na wazo la kipuuzi kama hilo. Wakati wote hawatatoa hoja madhubuti yoyote, pengine kwa sababu hawana aina hii ya shambulio ni bora kwa utetezi, ni ishara nzuri ya mtu anayesalitiwa. Ishara ya tisa: wamekuwa na nia ya kipekee ya mwonekano wao. Watu wengi wanajali jinsi wanavyoonekana kwa ujumla, wanaume na wanawake wote hupenda kuonekana vizuri na wanalipa umakini maalum kwa umbo lao la kimwili, kabati la nguo na nywele hiyo kwa kawaida si jambo la kuhofia. Hata hivyo, ikiwa mwenzi wako anaanza kufanya mazoezi ghafla, na walikuwa wakichukia kwenda kwenye ukumbi wa mazoezi kabla, au kubadilisha mkataji wao wa nywele au kabati la nguo, unapaswa kujiuliza, je, wanafanya hili kwa ajili yangu au kwa ajili ya mtu mwingine? Ni ishara ya kumi, unahisi tu kwamba kitu hakiko sawa. Wakati wa kujadili kuaminifu, watu wengi watakuambia usikilize hisia zako za ndani, lakini ni nini hasa hisia hizo? Wanasaikolojia wanasema kwamba kile watu wanachoita hisia zao za ndani ni aina fulani ya mchakato usiokusudiwa ambao unahusisha wewe kugundua mabadiliko madogo katika tabia za watu wengine bila kukusudia na kupata hitimisho kutoka kwao. Kwa hivyo, ikiwa una hisia hizo za ndani, huenda isiwe hisia ya sita maarufu, lakini sehemu za kutokomeza akili zako zinazokusisitiza kulipa kini kwa kitu ambacho bado hakijafika kwa wewe mwenyewe wafahamu unapaswa kuzingatia hilo na kuangalia kama kuna kitu kile halisi au kama ni tu ubongo wako unafikiri zaidi ya uhalisia. Ishara ya kumi na moja: hii mwenzi wako anapitia kitu kama machafuko ya kati ya maisha. Hii inahusiana hasa na hali yako, ikiwa mwenzi wako ana umri wa kati. Ikiwa ghafla wanaanza kutenda kama miaka kumi au ishirini vijana zaidi, uko katika shida Watu wanaoridhika na wenyewe wapenzi wao na mahusiano yao wataacha kupitia machafuko haya ya kati ya maisha. Hawataanza ghafla kuvaa kama vijana, kurangi nywele zao, kuficha umri wao, hasa kwa wanaume, kununua magari ya bei ghali, kufanya upasuaji wa urembo au kwenda vilabu vya kucheza peke yao. Ikiwa mwenzi wako ana aina hii ya machafuko, kuna uwezekano mkubwa kwamba wanakwenda kukusaliti au kwamba tayari wamekusaliti. Ishara ya kumi na mbili: kuna mabadiliko katika matumizi ya mitandao ya kijamii ya mwenzi wako. Mitandao ya kijamii inatuzunguka, kila mtu hutumia aina fulani yake. Mwenzi wako huenda ana angalau akaunti moja. Hata hivyo, ikiwa wanaonyesha mabadiliko katika tabia zinazohusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii, hiyo inaweza kuwa ishara ya udanganyifu. Ishara hizi ni pamoja na kujiunga na programu mpya za mitandao ya kijamii, kukaa macho usiku wa manane kwenye Facebook, kuwa rafiki au kufuata watu wengi wapya au kubadilisha neno siri kwenye akaunti zao ambazo ulikuwa na ufikiaji mapema. Hizi zote ni ishara kwamba wanafanya jambo kwenye mitandao ya kijamii ambalo watu katika mahusiano ya furaha kwa kawaida hawafanyi. Ishara ya kumi na tatu: kuna mabadiliko katika tabia zao za matumizi. Unapokuwa katika uhusiano na mtu, moja ya mambo unayojifunza kuhusu mwenzi wako ni tabia zao za matumizi, jinsi wanavyotumia pesa zao. Wanazitumia kwenye nini, NK. Unaweza kujikuta katika hali ya ajabu unapojifunza kwamba wametumia nusu ya mshahara wao katika siku mbili tu, lakini hujaona wakinunua kitu kikubwa au cha bei ghali na siku yako ya kuzaliwa haijakaribia haraka. Mwenzi wako anaweza hata kuwa na kunyima kukuambia wamelitumia kwenye nini. Wanaweza hata kuingia kwenye mapambano nawe wakisema mambo kama eni, pesa zangu baada ya yote. Hii inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa mnaishi pamoja na fedha zenu si tofauti. Hii ni ishara ya kawaida ya tabia za mashaka, hakika ikijumuisha kuaminifu. Hapo una ishara kumi na tatu zinazoweza kufichua msaliti kwa ujumla. Kumbuka ingawa, kila uhusiano ni wa kipekee na una historia yake maalum. Hata hivyo, ikiwa umetambua ishara kadhaa za hizi kwa mwenzi wako, unapaswa kuwa tayari kuwa na mazungumzo magumu nao kabla haujaondoka. Timu yetu itafurahi sana ukiweza kutoa video hii makofi juu. Kumbuka kujiandikisha na kubofya kengele ya arifa ili uweze kupata arifa kila tunapopakia video mpya. Asante kwa kutazama na tutaonana katika video yetu inayofuata.